Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunaadhimisha misa hii kama lilivyosema nia zetu hizo tatu. Kwanza kabisa, tunawaombea wale ambao waliuawa wakati wa uchaguzi mkuu. Tunasema waliuawa kwa sababu watu hawa wakuumwa, walipigwa risasi na waliopigwa risasi, wengine walikuwa kwenye maandamano na wengine walikuwa nyumbani kwao, wengine walikuwa wanaenda kazini, na wengine wengine walikuwa madukani mwao. Hawa walipitiwa na risasi wakapigwa, wakafa. Hata wale ambao walikuwa kwenye maandamano, ukiona kwamba mtu amekosea E, uwezo kamhukumu moja kwa moja. Ndio maana katika hatua tunasema kwamba kuna mtuhumiwa, alafu mahakama ndio itasema huyu ana hatia atapelekwa gerezani, lakini si kuua kwa waliuawa. Kwa hawa ndio tunawaombea, tunawaombea Mungu aweze kuwapokea huko mbinguni, lakini vile vile tunaombea wale ambao wako kwenye maumivu bado kwa majeraha mbalimbali kutokana na matukio hayo, ambao wapo katika maumivu hayo makali, Mungu awape wepesi ili waweze kupona. Lakini vile vile tunaombea haki na amani katika nchi yetu. Na haya yote yanaonekana katika wimbo wetu wa taifa. Tunasema ni wimbo wa taifa kwa sababu natutambulisha tulivyo. Na tunapoangalia yote haya yaliyotokea, nasema haya yametoka wapi? Kila mtu anashangaa, kila mtu ameduaa na, na tunahuzunika, tunalia, hatujui yametokeaje na kwa nini yako hivi. Ni swala ambalo ni lazima kujiuliza sana. Wimbo wetu wa taifa tunaimba kila wakati. Na tunapoiombea Tanzania, dumisha uhuru na umoja, haki na amani. Tunayarudia mara nyingi haya, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Si kwa ajili ya kupigana, si kwa ajili ya kuwindana kama mtu anapo anapowinda mnyama aweze kumuua ale nyama sasa si mina yetu sisi kumlenga mtu na kummaliza. Tulikuwa tunayasikia tu, na leo hii tunajionea, na kama watu wa taifa hili tunahuzunika, na wingu zito limefunika nchi yetu. Kwa heshima kwa mwanadamu, ndio hapo tunapoongelea sasa haki yake, ana haki ya kuishi ana haki ya kusikilizwa, ana haki ya matibabu na ana haki ya kujieleza kwa uhuru wake wote. Na penye haki pana furaha, pana umoja, pana uelewano, pana undugu. Hakuna naye muona mwenzake ni adui. Kwa mfano kama sasa saa hizi najua kwamba pengine walilengwa risasi wenzetu wakafa wale sasa waliolenga risasi hao ni nani? hao sasa wamelenga risasi, hilo limewapata, hao wamekufa na tuna ndugu, tunalia sisi ndugu zao, tunaomboleza sisi ndugu zao. Sasa tunapowaona waliolenga risasi, tunawaangaliaje? kwa sababu sasa maanake wanakuwa sasa ni nani? kwa sababu mwanadamu sio sio mnyama wa kawaida kwamba kama nguruwe au nini, sema nataka nipate kitoweo, napommaliza huyu napata faida ipi zaidi ya chukizo kwa Mungu?